Na mtazamaji tukielemea kwamba ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta baada ya serikali kuu kupitia wizara ya Utalii na Wanyamapori kutoa jumla ya shilingi milioni 45 kwa ajili ya kulipa fidia familia za walioathirika na visa vya kushambuliwa na wanyamapori. Waziri wa Utalii na Wanyamapori nchini Rebecca Miano amesema jumla ya familia 22 za waathiriwa wa visa hivyo ambavyo vinahusisha watu kuuawa na kujeruhiwa na wanyamapori sasa wamepata afueni katika fidia hiyo. Familia za waliopoteza wapendo wao wamelipwa fidia shilingi milioni huku waliojeruhiwa wakipokea shilingi laki nne. Haya yanajiri huku shirika la kulinda na kuhifadhi wanyamapori nchini KWS likisema limeweka mikakati ya kuzuia ndovu kuangaisha wakazi kupitia ujenzi wa ua wa umeme kutoka Mwatate hadi Kasigao. Revenue inayotoka hapa igawanywe hamsini kwa hamsini. Lakini mpaka sasa sisi wananchi wa Taita Taveta hatuelewi nini nimekwamisha. Tungependa jambo hili lizungumziwe li, lifuatiliwe na liweze kutekelezwa kwa kweli. Tukipata hii 50-50 watoto wetu hawatakaa nje. Wanyama wako kila mahali na tunafurahia hiyo mapato ya wanyama, na mwaka uliopita tuliweza kupata more than 460 billion kutoka kwa tourism na hiyo pesa inakuja kusaidia hii nchi. So tutaweka mikakati ya kwamba part of the tourism revenues that we get in this country inakuja kusaidia wananchi, lakini kuwaeleza ya kwamba wakati huu tunatoka kwenda kwa wale wanaelewa hii maneno ya wanyama na nimefurahi tumepiga hatua muhimu na tunajua, kwa miaka michache ijayo tutakuwa tumemaliza ile deni iko, na hata wale hawatalipwa leo, tunajua tutafanya bidii ndio walipwe.